Mtume Petro na Yohana, wakati walimwambia ule kiwete alikuwa ngali alikuwa na kwenye mlango mzuri akiomaomba pesa, na baada wakati waliona kwamba ule kiwete ametembea, walianza sa kuwaita na kuwauliza, munafanya hii kwa uwezo gani? Wakatitukana kwamba na kuanza kuambia, kwa nini mnapotoa walikuwa katika sheria zao, wanasema Musa, lakini sheria walikuwa nazo hazikukuwa zinaongozwa na Roho Mtakatifu kama walipenda. Walipoona wakina Petro wamejawa na nguvu za Roho Mtakatifu, wakaona ishara zilizofanyika, wakaanza kuwauliza mlifanya hii kwa uwezo gani? Mlifanya hii kwa jina la nani? Na hawakuogopa, Petro akasema ni kwa jina tumefanya haya. Bwana atusaidie huko, mwenyewe anakutendea kwa akili vyene, kunafanya kazi kunafanya, ndio jaribu yako kazi, unamtumikia Mungu, shetani kwa najipanga, akutendee kwa akili, akupepete, akutosha Kusudi kutoke mapenzi ya Mungu, lakini pamoja na hiyo si